wa yasiri al-amri wa halul unqudata min lisani yafqahu qawli amma baad. Ndugu zangu, salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mtazamaji wa Fadhakir TV popote ulipo ulimwenguni, baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu na kumtakia rehma na amani Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, ndugu zangu, kwa majina naitwa al-akhi Sheikh Sharifu Jangri Mwamba Al-Kasawi. Ndiyo, ni muhadhiri wa dini ya Kiislamu, lakini pia ni mtwabibu kupitia dua, basi walilahi alhamdu, tunawasaidia watu wenye matatizo ya aina mbalimbali. Ndugu zangu, mada yangu leo nazungumzia Idil Adha, kama ambavyo umesikia maudhui yangu yakieleza yalivyoanza. Nimeanza kwa takbira, tunaelezea mambo ya muhimu katika kipindi hiki cha Eid al-Adha yani Eid ya kuchinja. Ndugu zangu watukufu, maudhui yangu ya leo hayatakuwa marefu sana, lakini kuna mambo ambayo nataka tuyaguse, ili kila mmoja aweze kujua kwamba ni namna gani tunaweza tuka tukaliweka ili jambo sawa. Ni mara nyingi, miaka mingi, Mwenyezi Mungu anapotujalia uhai, kuna mambo fulani fulani yanakuwa yanatokea ya na watu hatuwekani sawa kuhusu Eid. Ndugu zangu, Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam alikuwa ni mwenye huruma, aliwahurumia mafukara akawahurumia mayatima akawahurumia ma, wajane. Mnielewa vizuri eh, Mtume alikuwa ni anawapenda watu wote. luulu bilfukarai wal yatama, alikuwa ni mpole kwa mafakiri na mayatima. Wewe unayenisikiliza hivi sasa, idi ndio hiyo imefika. Kuna watu wengi ambao hawana uwezo, kuna watu wengi ambao hawana uwezo. Tafadhali sana usijichimbie ndani kwako na wanao na familia yako, mnakula vizuri, mnakula na kusaza, hali ya kuwa kuna familia za watu ambazo hawana uwezo. Hilo moja, lakini la pili, nyinyi viongozi ambao mnapokea ile misaada ya nyama kutoka kwa watu mbalimbali. Kuna watu wanapokea nyama kutoka kwa Waturuki, kuna watu kwenye misikiti wanapokea, mnapokea vitu mbalimbali eh, na wengine mnapokea misaada kutoka nje ya nguo na kadhalika kadhalika. Mwogopeni Mwenyezi Mungu subhanahu wataala, ittaqullah ittaqullah ittaqullah. Nyinyi mnaochukua nyama, ni viongozi wa misikiti, si makatibu wa misikiti, sijui watu wa mitaa, si vitu gani, mnachukua nyama kwa niaba ya watu wengine mnachukua ili lengo, mkiwa mmepewa nyinyi kama viongozi, mmechukua dhamana ili mugawe katika mitaa yenu kwa watu wenu. Mwogopeni Allah tabaraka wataala. Kuna watu wana tabia mbovu, kipindi kama hiki, hawamwogopi Mwenyezi Mungu subhanahu wataala, wanajijazia nyama kwenye mafriji yao, na hali ya kuwa zile nyama ni za msaada, zimekuja kuletwa kwa sababu ya watu wapate msaada. Wale wenye uwezo na wasiokuwa na uwezo, wao wanajaza kwenye mafriji yao, mtu anakuta mwezi mzima bado anakula nyama. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Lakini kuna watu ambao wanapokea misaada kutoka maeneo mbalimbali, wanapokea misaada bimaana kwamba wanafahamika, wanawalea mayatima, wanalea hivi. Mwogopeni Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu anasemaje: araaita ladhi yukadhibu bidini, unamjua anayekadhibisha dini? Unamjua anayeikadhibisha dini hmm? araaita ladhi yukadhibu bidin fadhalika ladhi yadau lyatim, ni yule ambaye anakula mali ya yatima, anakula mali yatima huyu anakadhibisha dini. Huyu haendani sawa na Uislamu wake. Ndugu yangu nayenisikiliza, kama una ni baba yako mzazi, kama ni we mwenyewe mzee, umepata klipu hii, umeiona kupitia kurasa mbalimbali za Fadhakkir, umeenda YouTube, umeangalia na kukumbusha kumcha Mwenyezi Mungu subhanahu wataala, haswa kipindi hiki cha Idi. Ukipewa sadaka hakikisha inafika kwa walengwa. Umepewa nyama hakikisha ile nyama inafika kwa walengwa sonajichimbia inakaa kwenye mafriji mpaka inatoa harufu, utakuja kumjibu nini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala siku ya Kiyama. Muogope sana Mwenyezi Mungu. Sikukuu ya Eid ni siku ya furaha, watu wanatakiwa wahurumiane, watu wanatakiwa wafurahi, watu wanatakiwa wapeane mkono wa heri, watu wanatakiwa wakatembelee wagonjwa mahospitali, watu wanatakiwa mambo wafanye mambo ya khairati mbalimbali mbali. Na sikukuu hii asiri yake ni kuchinja wewe ambaye una uwezo wa kuchinja usisubiri mpaka msaada jipinde, upate kichinjo chako. Kuna wengine hawaelewi kichinjo. Sio kuku, kichinjo ni mnyama. Upate mnyama wa miguu minne, tena mnyama ambaye hana kasoro. Sio unakwenda kumchukua mnyama ambaye pembe moja imekatika, mara sijui ni kilema, mara sijui ni kitu gani. Uislamu unataka mnyama unayokwenda kumchukua awe ni mnyama ambaye hana kasoro ya aina yote, tena amenona barabara ni sikukuu ya kuchinja. Kuna fadhila kubwa sana, sisi tumerahisishiwa. Baba yetu Ibrahimu alaihissalam asili ya, ya ibada hii baba yetu, ni baba yetu Ibrahimu alaihi salam ambaye yeye alioteshwa ndoto wakati anamwomba Mwenyezi Mungu miaka na miaka, ili Mungu aweze kumjalia mtoto, akaweka nadhiri kwamba akipata mwanaye wa kwanza atafanya nini? Atamchinja. Wakati maisha yanaendelea Nabii Ibrahimu na alikuja akapata mtoto kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, baadaye akasahau, Mungu akamkumbusha kwenye ndoto. Mwenyezi Mungu alipomkumbusha kwenye ndoto, oh, Ibrahimu ilibidi aende akatekeleze agizo, kupitia mwanaye alipomwambia kauli, baba yangu, nenda katekeleze agizo ambalo umeagizwa na Mwenyezi Mungu, nenda katekeleze agizo ambalo Mwenyezi Mungu kakuagiza. Ibrahim, bila kusita, akamchukua mwanaye akaenda naye mlimani. Ha? mwanaye akamwambia baba yangu, funika uso wangu usije ukanionea huruma hmm. Hapa kuna ibra. Hapa Nabiallahi Ibrahim kweli alikuwa ni baba wa imani. Leo kuna Waislamu wakiambiwa watoe tu theluthi hata ya mali yao kusaidia watu ni mtihani.

Tutasema Uislamu wenyewe kama ni wa kuchinjana basi bwana. Lakini Ibrahimu alitekeleza maagizo. Mwanae anamwambia baba, nifunike. Usije ukanionea huruma baba yangu, nifunike. Alafu hakikisha kisu kiwe kina makali, ili utakapochinja ufanye agizo la Mola wako moja kwa moja. Nabii Allah Ibrahimu anachukua kisu. Anataka kuanza kumchinja mwanae na sika takbira. Malaika Jibrili anakuja na mnyama akiwa amemkamata. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, wa lillahi alhamdu. Jibril alimwambia, ewe Ibrahim, Mwenyezi Mungu kashaona dhamiri yako kwamba umetii maagizo. Sasa Mwenyezi Mungu anakubadilishia, chinja mnyama huyu ndo asili ya sikukuu tunayosherekea. Sasa wewe ndugu yangu, unaepokea nyama za msaada, wewe ambaye unapokea nyama kwa Waturuki, kusudio wale wametoa sadaka iwafikie watu ambao hawana uwezo, wewe ukachikichia. Itaku yauma turjauna fihi ila llah, ogopa sana siku ya kurejeshwa kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala. Hizo nyama unazokula ambazo sio haki yako Waitakiwa uchukue kidogo nyingine uwapi, na saa zingine wewe unajiweza, lakini zote unapuuza, sema wale ni wapi, wa kazi gani? Ngoja mimi nikae nazo. Nakwambia, muogope Mola wako. Utakapokula hiyo nyama, nyama yako ya mwilini moja ikaota ukanenepa kidogo kwa sababu ya hiyo nyama, siku ya kiyama, nyama zako zitakuwa ni zenye kukonolewa na zitakuwa zenye kudumbukizwa katika moto mkali wa jahanamu. Kwanza unakula moto. Yaani wewe umepewa msaada uwafikishie watu watu uwafikishie, ndugu yangu, unakula moto. Hizo nyama unazorundika mwezi mzima kwenye friji lako unakula moto. Itaqullah, itaqullah, fuata maneno ya bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam pale aliposema. Mtume amesemaje? Idha aradta an tafalu amra, ukitaka kulifanya jambo, fatadabara akibatahu, lile jambo liangalie mwisho wake Wainkana khaira, kama mwisho wake ni mzuri, mtume anasema famdhu, ifanye. Wainkana shara, kama mwisho wake ni mbaya, Bwana Mtume Muhammadi sallallahu alaihi wasallam anakuambia fantahu, liwache. Sasa umeshapewa nyama, hakikisha unawafikishia wahusika, hakikisha unawafikishia wasiokuwa na uwezo. Acha kujilimkizia manyama, wewe na familia yako hayatakusaidia chochote, itaku Yauma turjauna fihi ila Allah, kumbuka kuna siku utarejeshwa kwa Mwenyezi Mungu. Na nyama hiyo hiyo ambayo umeponza umesababisha wenzio wakapata shida kwenye sikukuu hii ya Eid, utakuja kuulizwa maswali na Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala. Yani ulafi unasababisha, unapata dhambi kubwa naro, na roho mbaya na asad kwa sababu ya kuchikichia nyama ambazo waturuki wametoa kwa ajili ya waislamu wengine. Wewe unaeniangalia Acha kufanya ufisadi wa kuchukua nyama za misaada na kwenda kujilimbikizia na familia yako. Mwogope Mwenyezi Mungu, mwogope Mwenyezi Mungu, mwogope Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Fahamu ya kwamba Mungu anakuona hapo ulipo, Mwenyezi Mungu anakuona, Allah Tabarak wa Ta'ala anakuona. Fa man ya'mal mithqala dharratin khayran yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara. Ole wake yule ambaye atafanya heri ndogo kama ya sisimizi ukubwa wake au kama ya mdudu chungu ukubwa wake, basi heri hiyo Mungu anasema ataiona siku ya kiyama. Na ukifanya shari, ile shari ikawa ni ndogo kama vile sisimizi, shari yake Mungu anasema siku ya kiyama utaiona. Acha kukaa na mali za watu. Kaa kinachokustahiki kuwa nacho, lakini kisichokustahiki achana nacho. Na kuna watu wengine sikukuu hii wamejipanga kwa ajili ya kufanya mambo maovu na watu wamejipanga, watu ambao hawajawana, watu ambao ni walevi. Narudia tena, itakullah, mwogope Mwenyezi Mungu. Kaburini wewe unaniangalia kaburini, unakwenda peke yako. Siku hii ni siku ya kutembeleana, siku hii ni, ni siku ya kutembelea wa, wagonjwa wako. Watu ni mtu na, na bebi wake, hawajawana, wamepangiliana kwamba eti wananunuliana mabaya eti, yani wewe wewe, sio halali yako unakubali akununulia abaya kweli? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kwa nini usingehalalisha kwamba akuoe, ndo mambo yote afuate? Kwa nini unakubali kwamba awe ni mchepuko, ndio akununulia abaya laidi, na unamwambia kabisa, mchumba wangu, naomba ununulia abaya laidi. Hii umepata wapi? Unaenda kuswali na nguo ambayo umeipata kwa njia ya haramu. Unakurupuka asubuhi subuhi, unakwenda kuswali, unajifanya naenda kuswali, unaenda kuswali na nguo ambayo aliyekununulia sio halali yako. Itakullah, itakullah. Kuna wazee ambao watapokea pesa kwa watu ambao ni mahawara wa watoto wao, bana nakutumia hiyo utawaangalia wazee sikukuu hii hapo nyumbani, hali ya kuwa hawajaoana. Mtu anapokea pesa ya sikukuu kwa mtu ambaye si halali yake, nakwambia hivi, ittaqullah ittaqullah, mwogope mola wako na mzee naye, kwa sababu njaa imefika kwenye koo maskini ya Mungu, unakuta hana chochote, anakubali tu, na najua mwanaye pesa aliyeleta ni haramu, binti yake mambo anayofanya ni ya haramu, anajua hilo lakini mzee anakubali. Inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. Wazee kweni makini mabinti zenu. Kullukum rai wa kullu rai wa kullukum rai, kila mmoja ni mchunga na kila mchunga ataulizwa siku ya kiama, wa kullu rai masul an raiyatihi na kila mmoja ataulizwa juu ya kile alichokichunga. Sasa wewe endelea kupokea tu kwamba mchumba katuma ae, katuma katuma bwana, hiyo hapo nyumbani itawasaidia sikukuu, sijui maisha yamekuwa ni magumu hapo nyumbani. Ee, ni hawara wa mwanao wa binti yako wa kike, wewe nawe mzee unapokea bila aibu, unaenda kununua mchele, mnakula, maisha yanakwenda. Siku amemwita binti yako, amekuja kumpitia nyumbani. Hawambia, leo tu, tunatoka kidogo. Mzee unakuwa huna power kwa sababu alikununulia kanzu, hajamua mwanao, alinunua ubwabwa nyumbani hajamua mwanao kanunua kila kitu nyumbani, naudumia, nyumbani anahudumia nyumbani haliakuwa si halali yake, maskini ya Mungu, unakuta huna kauli. Ziko familia nyingi zinapitia changamoto kama hii nini nawambia ittaqullah ittaqu yawma turjauna fihi illa Allah Itaku Ndugu zangu tufanye mambo ambayo yatampendeza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala. Leo kuna watu wanakataa ndoa kwa sababu ya kuangalia uwezo. Mzee, una binti yako unamwona ni mali sana, unakataa asiolewe, kisa unataka mahali kubwa, huangalii huyo mtu, je, tabia yake, mwenendo wake, hulka yake, ukoo wake, yale mambo aliyoyasema Bwana Mtume Muhammad, huangalii Unachoangalia wewe awe na mablagh mablagha. Mtihani sana eh? Mtihani sana, sana. Ndugu zangu, mimi maudhui yangu yalikuwa ni eh? haya kuhusu siku hii ya Eid na inshallah, naomba tuyabebe, naomba tuyabebe, tujifunze, tujifunze juu ya haya kwamba inatakiwa tubadilike na tumuogope Mwenyezi Mungu. Kuna safari ambayo kila mmoja wetu lazima ataipitia umauti, hii inakuja. Na kila mmoja atakwenda peke yake, na kila mtu ataondoka hapa duniani, hakuna atakayebaki. Kullu nafsin dha'iqatul maut, kila nafsi itaonja umauti. Hii safari inakuja, ukilala ukiamka, siku zimesogea. Ukilala ukiamka, cheka tu, furahi tu, sasa hivi fanyia tu binadamu wenzio mabaya, fanyia binadamu wenzio mabaya, kuna siku inakuja Mwenyezi Mungu anasema kala idha balagati lhulkum, siku ambayo roho itafika katika mitulinga siku hiyo, mitulinga ya shingo takapoanza kukoloma kor, ndugu zako anahangaika, mpeni uji, uji unatoka unatoka katika pande zote mbili za mdomo, mpeni juisi, juisi ladha yake haisikiki, mpeni kitu fulani, kitu fulani hakisikiki itaku yauma turjauna fihi ilallah. Anasemaje mshairi ya nafsi tubi, ewe nafsi tubia, faina innal mauti kad ana, hakika ya mauti ni yenye kusogea. Wawasia lhawa najiepushe, na matamanio, faina lhawa, hakika ya matamanio mazala fatana, yatakupeleka katika uovu. Leo nilikuwa napitapita kwenye mitandao nikastuka sana nimestuka vipi? Nilikuta watu wengi wanastaajabu. Kuna ndugu yetu mmoja anaitwa Diamond Platinum amemwoa, eh mwanamuziki mwenzie anaitwa Zuchu. Nakuta zile komenti nyingi, watu wanashangana, wengine wanapinga ile ndoa, kwamba hapa kitakuwa kuna ndoa, kuna hali ya kuwa wamemwona aliyefungisha ile ndoa ni shekhe wetu wa mkoa Sheikh Walid Al-Hadi Omar ni shekhe wa mkoa watu. Inafikia hatua wanamvunjia heshima mpaka shekhe wetu wa mkoa, shekhe Walid, kwa wakiamini kwamba eti ile itakuwa sio ndoa, ile ni michezo, ile ni maigizo. Lakini unafikiri kwa nini watu wanafanya hivi? kwa nini nini watu watu wanafanya wanafanya hivi hivi? Kuna mambo mawili yamefichikana hapa, na kina nani wanaumia zaidi katika ndoa hiyo? Wanaumia zaidi kwa kusoma kwangu, kwa uelewa wangu, kwanza ni mabinti ambao ndani yake wamejawa na tamaa, tamaa ya vipi wakimwona Zuchu yuko na yule mumewe wa sasa, ambaye ndo Diamond, mumewe wa halali, roho na visokolo kwinyo vimewajaa katika mioyo yao. Wanaumia, wanaumia ndani kwa ndani, mnelewa vizuri. Hili jambo la kwanza, ambalo linawaumiza. Jambo la pili linalowaumiza, wanafikiri kwamba yule bibia anafaidi kwa sababu yule bwana ana mali nini, ahwaa matamanio, matamanio tu. Hivi ngoja nikuulize, we binti ambaye unapinga, hiyo sio ndoa, hiyo sio maigizo, lengo lako ni nini? Hata binti kama huyu, fuatilia maisha yake, amejaa kupretendi. Maisha anawaiga watu wanaojifanya kwamba ni mastaa. Ni vitu gani? Kila kitu akiwaona watu kwenye mitandao, sijui anaiga, mpaka mikucha ya bandia, minywele bandia, anavaa masuruali eh. Akitoka nje, ameenda kubadilisha kava la simu ndio tofauti ame na kubadilisha kava la simu, aonekane naye ana iPhone kama hivi. Lengo nini? anafeki feki maisha. Itakullah, itakullah, aitakullah, mwogope Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala. Nimegusia ili jambo ifikia tu, tunawalinda mashehe zetu na kuwaheshimu. Sheikh Walidi ni dai mkubwa, ni sheikh mkubwa, ni sheikh mwenye heshima yake. Ukimwona sem Sheikh Walidi usijikafaa kwamba ametafuta kiki. Sheikh Walidi alitafutwa na lile ni jambo la kheri, ameenda kulitekeleza na amelisimamia na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atamlipa. Amesimamia ndoa bwana, na nimekuwa nikimsikia akisema kwamba kuna watu walikuwa na furahia tu yale mahusiano, na akauliza nyinyi mlikuwa mnapenda je, waendelea watu kuzini mpaka lini? Sheikh Walidi amenyosha maelezo vizuri. Wallahi, Sheikh Walidi nakupenda kwa ajili ya Allah. Sheikh Walidi ninakupenda kwa ajili ya Allah, endelea kusimamia vijana kuwatoa katika kiza, kuwaweka katika mwanga wenye nuru. Ndugu zangu watukufu Waislamu, hayo ndio alikuwa maudhui yangu ya leo, na walillahi alhamdu. Mwenyezi Mungu atuhifadhi na atusamehe makosa yetu. Narudia tena, tutumie siku ya Eid vizuri. Namaliza kwa takbira Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha